ma yako mzee wangu. Ah, nzuri. Unaitwa nani kwa majina? Mimi naitwa Ramadhani Muhammad. Naam. Hmm. Mbunge wa Kigoma mjini Mheshimiwa Clayton Levokato Stipando ametangaza kwamba anakuja kugawa meza kwa wafanyabiashara kama nyie ambao hamjapata meza au hamna meza na biashara zenu ziko chini, na atazigawa meza hizo bila kutodha fedha ya aina yoyote. Wewe kama mfanyabiashara umelipokeaje? Ah, hilo mimi nalipokea vizuri kwa sababu atapotugawia itakuwa ni furaha kwetu sisi wafanyabiashara wa chini. Sisi tutashukuru kwa kupata meza. eh Changamoto gani ambao ulikuwa unaipata kabla hauna meza? Changamoto ambayo nilikuwa nikiipata kwa sababu kama huu muhula wa masika, mara nyingi nasumbuka kufanyia biashara zangu, napoweka ndani turubali langu, maana inakuwa roa, changamoto za matope. Kwa hiyo endapo utapata meza itakuwa ni bora zaidi. Sawa, yeah. Chochote cha kumwambia mheshimiwa mbunge kwa hili alilolifanya? Eh, cha kumwambia ni kwamba nilikuwa namwombea kwamba aweze kutukumbuka sisi, kutupa meza, kutusaidia kwa ajili ya kufanya biashara endelevu eh.